za ni kukaribishe katika taasisi yetu ya saratani ya mimi kama balozi ama muhanga ambaye nilipitia changamoto hii na nilifanikiwa kutibiwa hapa hapa na nikapona hapa nikiwa nchini na kusaidi, kusaidiana na wataalamu wetu hapa. Tukupongeze kwanza kwa kutelewa kuwa waziri, lakini pia tumeona tangu umekuwa waziri wa afya umekuwa ni mtu ambaye unatamani kuona matokeo yes. Na pia nimpongeze mweshimia diwani kwa kuwa tangu tukirudisha a miaka mitatu nyuma na hali ambayo iko hivi tofauti sana speed imekuwa vizuri. Sasa hivi ukija katika hospitali yetu tunaona kila sehemu ni nzuri, na unaona hata hii sehemu ambayo ndugu zetu hawa wanakuja hapa wakikaa, wamekaa sehemu nzuri sana, yeah. kubwa zaidi uh, maboresho ambayo yamefanyika tunayaona sisi watu ambao tulikuwa tuna uwezo wa kwenda kufanya matibabu nje ya nchi. Mheshimiwa Waziri, tunashukuru suluhu tumeipata leo hii. Tunajivunia tunafanyiwa matibabu nchini na tunapona hapa, mm. na uhakika hao wote ambao wamekuja wa katika hii foleni ya matibabu wote wataondoka wakiwa salama. Ikitokea tu bahati mbaya mtu ametangulia mbele za haki, ni mipango ya Mungu. mm. Suluhu iliyopatikana sasa hivi ni kubwa sana. mm. na naamini katika uongozi uo wako na spidi ambayo uko nayo, tutapata maboresho makubwa mengi sana.